Johnny pamoja na mke wake alikuwa anatambulika kwa jina la Sama. Ni kipindi kirefu sana wamejaribu kupata mtoto bila mafanikio yoyote. Kwa sasa alikuwa na kipindi cha muda wa mwaka mmoja, wakiwepo ndani ya taifa la India, wakizunguka huku na kule, wakijaribu kutafuta mwanamke ambaye atakubali kuchukua mbegu za Johnny kisha aweze kuwazalia mtoto kwa makubaliano ya wao kuweza kumpatia pesa. Ndani ya hii safari alikuwa anazunguka na mwamba mmoja aliyekuwa anatambulika kwa jina la Banu. Huyu mwamba ndio aliyekuwa mwenyeji wao, hivyo akawa anapeleka maeneo mbalimbali na mpaka muda huu walikuwa bado hawajafanikiwa. Lakini siku hii ya leo Banu, baada ya kusikia kitu ambacho mabosi wao walikuwa wanakihitaji, hakika alishangaa sana kwani kiasi cha pesa ambacho alikitaja kukitoa hakika kilikuwa ni kingi sana. Mshikaji akakubali kuwasaidia mabosi wao kuwatafutia binti mzuri ambaye alikuwa na afya kwa lengo la kuweza kuwazalia mtoto, lakini naye aliahidiwa kitita kinene kidogo. Upande wa pili tunakutana na bimdada moja anayetambulika kwa jina la Mimi Bishosti. Bwana alikuwa na ndoto kubwa ya kuja kuwa bonge moja la mwigizaji ndani ya taifa la India, lakini pia kwa sasa alikuwa anafanya kazi ya kucheza mziki yeye pamoja na rafiki yake. Baba yake na Mimi naye alikuwa ni mwanamziki wa kitambo kidogo, hivyo alikuwa na msapoti sana mwanaye ndoto alizokuwa nazo, lakini pia naye kwa sasa alikuwa anafanya kazi ya kufundisha watoto muziki kwanimshua naamini katika familia yake ipo siku moja mtu atakuja kutoka na kuwa bonge moja la superstar. Mimi katika hizi ndoto zake kwa sasa alikuwa anatamani sana kuelekea katika mji wa Mumbai kwani aliamini baada ya kufika kule basi atajikonekti na watu mbalimbali mbali ambao watamsaidia kuingia katika tasnia ya uigizaji. Lakini katika hizi ndoto zake changamoto ilikuwa ni kuweza kupata pesa. Alikuwa anahitaji aweze kupata mlungula wa kutosha, ambao utamsaidia kwenda kulipa kodi na mwingine kwenda kuwalipa watu watakaomsaidia kumwingiza katika tasnia na hatimaye kuja kuwa bonge moja la superstar. Banu baada ya kumshuhudia bimdada jinsi ambavyo alikuwa na densi, lakini pia urefu pamoja na urembo aliyokuwa nao, anaamua kwenda naye na kumpatia hili dili. Bimdada kwa mara ya kwanza alimtolea mbavuni bano, lakini mwamba hakuweza kuchoka. Akafanikiwa tena kukutana naye kwa mara nyingine na kumweleza endapo akikubali kuingia nao mkataba na kuwazalia mtoto basi atapatiwa kitita kikubwa cha pesa. Bimdada akaona hizi pesa ambazo atakazopatiwa zitamsaidia kutimiza ndoto zake. kumi tisa haitoshi, anaelezwa kumpata huyo mtoto hatohitajika yeye kufanya majambos pamoja na Joni, bali kuna njia ya kisayansi ambayo itatumika pesa pamoja na dili ikampelekea bimdada mpaka akakanyaga kimba la ng'ombe chapchapu. Akaona hakika hili ndio dili ambalo nilikuwa nilisubilia. Hakika alifurahi sana, akaenda kumweleza shosti wake mzigo ambao alikuwa kaidiwa pamoja na dili pamoja na mazingira yote yaliyokuwepo. Mashosti wakavutana mpaka kwa Joni kwenda kuonana na hii familia. Baada ya kuzungumza na kuelewana, wanapewa mikataba na kusaini, lakini pia bimdada anapatiwa pesa ambazo zitamsaidia miezi minne ya kwanza. Kama hiyo haitoshi, mshikaji wetu bano naye anapatiwa kitita cha pesa. Anaelezwa kwamba itabidi umchukulie sana uangalifu huyu bimdada kipindi chote cha ujauzito mpaka katika kipindi ambacho atakachoweza kujifungua. Baada ya hapa, safari ikawapeleka hospitalini bimdada. Wa kutumia njia ya kisayansi, anafanikiwa kuwekewa mbegu za Joni, na baada ya siku kadhaa kuweza kupita anakuja kujigundua ya kwamba ni kweli alikuwa ni mjamzito. Familia wanakutana hospitalini pamoja na bimdada akika, walifurahi sana lakini pia wakamweleza wao wanatoka kidogo, atarudi baada ya miezi minne. Hivyo bimdada ili aweze kulificha noma kwa wazazi wake, kabidi aweze kuhamia kwa rafiki yake yeye pamoja na mshikaji wetu Banu wakidai ya kwamba wao walikuwa ni wanandoa bimdada. Kwa kuwa huu ulikuwa ni mtaa ambao walikuwa namfahamu, hivyo kila ambapo alikuwa anatoka, alikuwa anajifunika sura kuanzia upande wa juu mpaka katika upande wa chini. Baba yake anasema alikuwa ni Muislamu ambaye alikuwa akaifia dini, mara nyingi alikuwa anashinda msikitini. Hivyo baada ya kuikuta hii familia akaamua kuondoka na Banu kwenda naye msikitini. Bwana mshikaji akika, siku hii aliweza kuleta noma. Kwanza yeye alikuwa ni muindu sasa, ili aweze kulificha hili, so ilibidi tu aweze kukubali ya kwamba yeye alikuwa ni mwislamu. Maisha yakaendelea, bimdada tumbo likaanza kukua naye akaanza kuyafurahia maisha haya mapya, akiamini ya kwamba muda si punde ataenda kuwa na pesa za kutosha ambazo zitamsaidia kutimiza ndoto zake. Leo masponsa wanarudi, wanamkuta bimdada kitumbo kimesha kuwa kikubwa, akika walifurahi sana na kuona ya kwamba tunaenda kuwa ni wazazi, wanampatia pesa Bano pamoja na bimdada ili ziweze kuendelea kuwasaidia katika kipindi ambacho kilikuwa kimebaki, lakini leo anaenda kukutana na daktari ambaye anaenda kuwapatia majibu hawa wazazi ya kwamba mtoto ambaye alikuwa kambeba bi mdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Mimi hatozaliwa akiwa mzima, kwani inavyoonekana vipimo vinaonyesha kwamba mtoto yule atakuwa ni mlemavu. Sama alitoka humo ndani akiwa ana huzuni lakini akilia kwa uchungu mkubwa, kwani kwa sasa aliona ndoto zao za kupata mtoto zimeshagonga mwamba, kwani wao walikuwa hawahitaji mtoto mlemavu bali alikuwa anahitaji mtoto mwenye afya na ambaye alikuwa ni mzima kabisa. Wazazi wanaenda kumweleza Banu ya kwamba ile mimba ambayo kaibeba bimdada inabidi aweze kuichomoa, kwani wao hawataweza kumpokea mtoto ambaye alikuwa ni mlemavu. Banu alijaribu kuzungumza nao na kuwabembeleza, lakini Johni pamoja na Sama hawakuweza kukubaliana na Banu hata kidogo. Washikaji wakaondoka, Banu anaenda kumpatia hizi taarifa bimdada Mimi ambaye aliweza kuhuzunika sana, akaamua kutoka humu ndani mbio, lengo ni kuend tafuta Joni pamoja na Sama siku hii ya leo. Mtaani wanashangaa mimi ambayo walikuwa anaambiwa anashuti filamu katika mji wa Mumbai, kumbe alikuwa ni mjamzito na anaishi hapa hapa mtaani. Watu wanashangaa, lakini mimi baada ya kufika hotelini ambako Joni pamoja na Sama alikuwa anaishi anaelezwa kwamba walishaondoka na kurudi ndani ya taifa lao. Dada akiwa na huzuni kubwa, lakini leo anaitwa nyumbani. Baada ya kufika, baba pamoja na mama wanamuuliza kwa uchungu mkubwa, hii mimba amepataje? Dada anasema ya kwamba amepatiwa hii mimba pamoja na mewama wake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Banu Da kamuzi ya kesi mshikaji Bano anamfata mimi ndiche anamweleza, mbona umeniuzia msala mzito kama huu? kwani mimi nina mke pamoja na familia katika mji wa Delhi. Bimdada anaanza kumlaumu sana Bano na kumweleza, wewe tuliza mshono mpaka pale ambapo mambo yatakuwa sawasawa. Kwanini wewe ndio ulinishawishi niweze kufanya jambo kama hili na kunieleza kwamba zile pesa nitakazo zipata nitatimiza ndoto zangu zote? Bwana Bimdada kwa sasa ikabidi tu aweze kukubaliana na matokeo. Miezi mitano iliyopita alikuwa ni msichana mrembo mwenye ndoto nyingi sana za kuwa superstar lakini leo ameachwa na mimba ambayo hata aelewi atafanya nini. Lakini pia kuhusu ndoto zake anaona kama vile zinaenda kuangamia. Familia nayo baba pamoja na mama, ikabidi tu aweze kumsapoti Bimdada na kushirikiana naye bega kwa bega, na wao moja kwa moja alikuwa anaamini ya kwamba Banu ndo alikuwa ni mume wa binti yao. Ebana, maisha akasonga, miezi tisa hatimaye hiyo ikafika. Bimdada leo akapatwa na uchungu, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kwenda kumpeleka hospitali hospitalini wazazi wakapendekeza mpeleke katika hospitali ya karibu ya serikali, waachane kabisa na ile hospitali ambayo bimdada alikuwa anakwenda mwanzoni pamoja na wale wazungu. Dada anaingia leba na hatimaye anafanikiwa kuweza kujifungua mtoto wa kiume. Lakini bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Shama, baada ya kwenda kumuuliza daktari, je, mtoto ana hali gani? Daktari anamweleza kwamba mtoto hana shida yoyote, hana ulemavu wa aina yoyote ile. Bwana kila mmoja aliweza kufurahi, lakini familia pamoja na watu wa mtaani shangaa mbona baba, huyu mtoto alikuwa ana ngozi tofauti pamoja na mtoto, yaani mtoto alikuwa na ngozi nyeupe. Usipime ungali baba, ngozi yake kimtindo ilikuwa imefuba kung'amua ya kwamba huyu mtoto baba yake alikuwa ni mzungu e bwana. Katika hii jamii ilikuwa ni kipengele kidogo, wao wakawa naamini ya kwamba huenda mshikaji kuna manuva ambayo alikuwa akayatenda, hivyo kila mmoja akawa namfuata mshikaji wetu Bano na kumwomba aweze kumweleza siri ya mafanikio yake kumpata mtoto mwenye ngozi nzuri kama hii. Mshikaji nanongopea waungwana wengine, anawaambia wanywe maji ya kutosha. Kipindi ambacho familia ilivyokuwa inaendelea kufurahi juu ya ujio wa kijana mzuri kama huyu bwana, upande wa pili tunakutana kibonge mmoja ambaye alikuwa ni mke wa Bano, akiwa kaongozana pamoja na mama mkwe wake. Leo alikuwa anazunguka pamoja na picha, anamtafuta Bano kwani ni kipindi kirefu hajarudi nyumbani wala mawasiliano yenyewe kwa sasa alikuwa nasuasua. Safari inawapeleka mpaka kwa mimi. Baada ya kufika, kibonge analia sana, baada ya kugundua ya kwamba mme wake alikuwa kamwacha yeye kwa sababu maji alikuwa amezidi unga na kwenda kumuoa bimdada hapo tabu, ambaye alikuwa ni maji mayai. Alilia sana, lakini pia machungu alizidi zaidi baada ya kugundua kwamba mshikaji alikuwa akazaa na huyu bimdada, kwani yeye pamoja na mwamba ni kipindi kirefu kwa sasa walikuwa anatafuta mtoto pasina kuwa na mafanikio yoyote. Lakini baada ya kumtazama yule mtoto dada akagundua hapa kuna kamchezo ambako hakako sawasawa. Sawa, mbona mtoto mwenyewe wa kizungu vagi? Baada ya kuzidi kuwa kubwa bimdada mimi ikabidi aweze kupasukia ukweli mbele ya familia.

alikuwa kaidiwa na mzungu mmoja kuweza kubeba mimba yake ili baada ya kujifungua aweze kumpatia yule mtoto, naye atapatiwa kitita kikubwa cha pesa. Lakini pia akawahakikishia wazazi wake ya kwamba hii mimba aliweza kuwekewa kwa njia ya kisayansi, wala hakukutana kimwili yeye pamoja na yule mzungu. Familia ikabidi waweze kumkubali tena binti yao kwa mara nyingine pamoja na mjukuu wao huyu mzungu e bwana. Maisha akaendelea, dada akaendelea kutumbuiza majukwaani pamoja na kijana wake ambaye kwa sasa alikuwa tayari ameanza kukua, lakini pia ndoto zake za kwenda kuja kuwa bonge moja la superstar kwa sasa zikawa zimeweza kuzima, kwani kwa sasa ndoto zake kubwa ikawa ni kuweza kumpatia malezi pamoja na maisha mazuri kijana wake huyu ambaye alimpatia jina la Raja kimtindo. Mtoto huyu hakika alikuwa anakibali, kwani waungwana na wengi walikuwa na mpenda, lakini pia hata driver taxi naye mtaalamu wetu Banu hakuweza kucheza mbali, kwani alikuwa ni anko wake wa karibu sana. Video baada ya kuenea katika social media Mzungu ambaye alikuwa anacheza nyimbo za Kihindi mtoto huyu Raja ebwana. Wazazi waliweza kufika ndani ya taifa la India Johnny pamoja na Sama kwa lengo la kuja kumchukua kijana wao kutoka kwenye mikono ya Mimi. Huu ulikuwa ni msiba mkubwa sana kwenye familia ya Mimi, kwani kijana huyu walikuwa tayari umesha mzoea. Lakini pia bimdad anawachana hao waungwana kisa kusikiliza majibu ya madaktari ya kwa kwamba mtoto alikuwa na matatizo, ndio akaamua kuweza kumtelekeza yeye pamoja na mimba yake, wala hawakujali kuharibu maisha ubimdada sama pamoja na John akajaribu sana kuweza kujitetea lakini mimi alionekana kuwa kazi ya ndipo mshikaji wetu John akasema ya kwamba inabidi waweze kumpatia mtoto wake, la sivyo hivyo atachukua hatua za kisheria, ikiwemo kuelekea mahakamani, kwani kuna document ambazo walikuwa tayari wameshazijaza. Endapo John akielekea mahakamani, basi mtoto yule atapatiwa yeye. Hiki kilikuwa ni kilio cha familia nzima. Hakika kila mmoja alikuwa anatamani sana Raji aweze kubaki ndani ya hii familia, kwani ni kijana ambaye tayari wameshamzoea. Mtaalamu wetu bano ikabidi aende kuonana na bimdad aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sama pamoja na jioni, akawaeleza kila kitu juu ya ndoto ambazo bimdad alizozitupa kisa kuweza kumlea Raji, lakini pia majanga aliyokutana nayo Sama kimtindo, ubinadamu ukamwingia. Siku ambapo Bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Mimi alipokuwa anaelekea kwenda kutana na Sama pamoja na John, ili aweze kuwakabidhi mtoto wao, bwana alishangaa sana baada ya kuikuta hii familia. Walikuwa wamechukua maamuzi ya kumchukua mtoto mmoja wa kike ambaye alikuwa ni yatima na kumfanya kuwa mtoto wao. Familia wanamweleza bimdada Mimi, tumeamua tukuachie Raji, uendelee kumlea kwani huyu kijana inaonekana tayari ameshaizoea hii familia. Watu hao wanakumbatiana kwa upendo mkubwa na kuondoka, roho kila mmoja ikiwa imeweza kukunjuka. Baba na mama wa bimdada Mimi walifurahi sana kwa haya maamuzi ya bwana, nasi tunafika mwisho hadithi yetu. Lakini kama umependa hadithi hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.